Hapa na kuelekeza jinsi ya kufanya usajili sawa. Hatua ya kwanza utakuja hapa walipoandika email, hapa kwenye email hapa utajaza email yako sawa. He, utajaza email yako sawa, kwa mfano mimi labda nitaandika. Utakuja kwenye phone number. Phone number utajaza namba yako ya simu ambayo itakuwa inapokelea hela Mfano kadi nemu, andika majina yako uliosajilia laini. Mfano yuzanemu, andika jina lako ambalo utakunalitumia kwenye biashara. Usiruke nafasi wala kuwachanisha maneno, jina moja tu. Kwa mfano naweza nikaandika hivi tu, usiruke wala kuwachanisha maneno. Password, andika password yako ambayo utaikumbuka. Kwa mfano naweza nikaandika Confirm password andika password yako pia ambayo utaikumbuka, mfano naweza nikaandika. Baada ya hapo, utachagua nchi husika uliopo, kisha utabonyeza sign up, itakupeleka moja kwa moja mpaka kwenye payment. Yes, kwenye peji ya kufanya payment au kwenye peji ya kufanya malipo. short and clear.